Pamoja kama mjukuu wa Raila Amolo Odinga. Asanteni, asanteni Kenya, Tanzania. The Republic of Kenya, I want to say like that. Kama mimi, mtoto wa Raila Amolo Odinga, ambao nimebaki, na sitawacha watu wetu wa Kenya wahangaike, wahangaike. Nataka mimi kama kijana wa Raila Amolo Odinga, ambao nimebaki nataka tuweke Wakenya pamoja kama babangu aliniambia, kama ajafa na kuna kitu inaniuma kidogo, lakini hiyo tu tutamaliza, tutakaa tutakaa na asifuna na Babu Owino na ukiwa ndai utaongea naye vizuri, utajadiliana na tutatoka, tutatoa mtu mmoja ambaye atalidi hii chama ya ODM. Na staki chama yetu hii ODM ikufe ikufe. na na wacha niongee hivi. Na kuna mandugu zetu ambao wako kule Tanzania, na pia hao ninaona kuna shida huko, na shida hiyo pia ilikuwa hapa Kenya, lakini babangu alituacha tukiwa pamoja na hiyo shida kama sisi Wakenya pia tutaingilia katikati ili tusaidie Watanzania wakuwe na amani. Tumejua watu wengi pia wameaga kule Tanzania. Ni Mama Sulu ni mtu mchapakazi, na tunajua hatutakosana na mimi nataka niambiwa Kenya, nataka tukue pamoja, tuongee na Mama Rais Suluhu wa, tumejua kuna vijana pia wamekufa, wamebaki wachache, na tutatafuta mbinu gani ambayo hao watu wa tutapata watu wengine kiaje? Na mimi mama Suluhu, na hii vitu ni kidogo sana, hivi vitu ni kidogo Eo, najua sahi ni dijitali, si lazima si lazima ukuwe na mtu ndio upate watu wengi kwa kwa country hiyo keto nataka tu kufanya polepole hapa tupande saa hii, tumesoma dijitali dijitali, unaweza panda mtu uka ukapata mazao tena ya watoto wengine hapo mbele hapo. Asante sana kwa haya yote mazuri ambayo nimeongea. Kama nimeongea mbaya pia mtanisamehe, kama mtoto wa Raila Amolo Odinga.

hivi hapa Watanzania ni wachache sana. Watanzania wamekufa, wamekufa na nataka wakuwe wengi. Watanzania wamekufa, wanataka wakuwe wengi. wewe kuja kupande, Watanzania wamekufa. Watanzania wamekufa kweli. Sema kweli, nataka Watanzania wakuwe wengi. Hii sasa, i, sasa i ni bridge mzuri hii, hata hakuna mahali opalilie i wezipalilia. Tutakuja tunavu tunavuna watoto, tunavuna watoto tu sisi, tunapelekea mama suluha ajaze kantri yake, kantri watu wamekufa wa wengi. Hii shamba e, yangu hii pia hii shamba nimelima, i naanza kuvuna matunda Same Suluhu atapata atapa watu wenye walikuwa amekufa, yeah? yeah, yeah, yeah, hmm? yeah, yeah. yeah? saa hey, tumeanza kuvuna tumeanza kuvuna <laughs> <Woy de pie. laughs> hey. Hey, chukua mtoto tupelekee Suluhu. Pita kiendaka huko, tupelekee Suluhu. Hey! O no, mtoto ni mama Suluhu amezaa mtoto gani? Aya, Aya, pita ukienda, upelekee mtoto Suluhu. Mama Suluhu huyo ataitwa mama Suluhu, huyu naye, huyu naye amezaa mtoto mzuri aje, ebu mlee Hey, hey, aya suka. Eh, huyu hey, mtoto mzuri tena amezaliwa na viatu wa wa ngoja ngoja, ngoja mama nanako. <coughs> Bibana mwene huyu watamuita pombe maguvuni, pombe maguvuni. Sasa, eh? Sasa umeona? <coughs> Hii sasa ni dijitali. Kama mimi mtoto wa Raila nasema, muache watoto wasome wasome bure kama eh, mstafu Mwai Kibaki alikuwa amewacha watoto wanasoma bure. Kusoma bure limefanya mimi nikakuwa na na ile akili ya ile ya ng'ambo. Saa hii kama bibi yako hawa azai, unaweza panda, unaweza panda ukapata watoto sasa mwache watoto wasome kwa elimu ya bure. William Ruto, Teknolojia mpya imetoka, mwache watoto wasome wapate